Karibu katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii mpya iitwayo Moyo wa Usiku. Mtunzi na msimuliaji wako anaitwa Mr. James, anapatikana kwa namba 0616 43 43 51. Kulikuwa na kijiji kidogo kando ya ziwa Tanganyika, kijiji kilichozungukwa na miti mirefu na upepo wa baridi wakati wa usiku. Ndani ya kijiji hicho aliishi binti mmoja mlembo sana aitwaye Zala mwenye tabasamu la kuvutia na macho yaliyoficha huzuni kubwa. Zala alipendwa na kila mtu lakini moyo wake ulikuwa umefungwa kwa muda mrefu tangu kifo cha mama yake. Aliishi na bibi yake mzee, Bibi Subila, aliyekuwa mganga wa jadi wa kijiji. Zala hakuwa na marafiki wengi lakini kila siku alisikia sauti ya ajabu ikimwita kutoka ziwani, sauti ya mwanaume aliyemwita kwa jina lake. Hakuwahi kumwambia mtu yoyote, akidhani ni ndoto tu, mpaka siku moja, akiwa amelala kando kando ya ziwa baada ya kuchoka kusafisha samaki, aliamka ghafla na kumkuta kijana mmoja mgeni amesimama ya mbele yake mavazi yake yalionekana ya kifalme, lakini uso wake ulikuwa umejaa huzuni. Samahani, Zala alijikuta akisema kwa sauti ya kustaajabu, wewe ni nani? Naitwa Yasinu, kijana alijibu, nimekuwa nikikutafuta kwa muda mrefu sana. Zala alikosa maneno. unanijua vipi? Yasini alimtazama kwa macho ya huzuni. kwa sababu maisha yangu yanategemea wewe. Yasini ya kutoka kijiji hicho alikuwa mtoto wa kifalme wa ukoo wa kale uliofichwa ndani ya ziwa Tanganyika, watu waliolaaniwa na kuishi chini ya maji kwa miaka mingi. Kila kizazi kulikuwepo na mtabiri aliyechaguliwa kuondoa laana kwa mpendwa mmoja wa kizazi cha wanadamu msafi wa moyo. Zala alikuwa huyo mwanadamu, lakini upendo huo haukuja bila gharama. Kama Zala angechagua kumpenda Yasini kwa dhati angepoteza kila kitu alichokijua: familia, maisha yake ya kawaida, hata mwili wake. Angelazimika kuishi naye chini ya maji milele. "Kwa nini mimi?" Zala aliuliza kwa sauti ya kukosa amani. Kwa sababu moyo wako haujajeruhiwa na chuki, tamaa wala udanganyifu na upendo wako unaweza kuniokoa. Zara aliingia katika kipindi kigumu cha maamuzi. Usiku akaota ndoto ya mama yake aliyemwambia, ya upendo wa kweli huja na maumivu, lakini ndani yake mna uzima. siku moja Kijiji kilishambuliwa na kundi la watu waliotaka kuchoma mti mtakatifu wa kijiji. Mti huo ulikuwa ndio chanzo cha uhai wa bibi Subila. Zala akasimama mbele yao bila kuogopa, akilinda kijiji. Yasini alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza mbele ya wanakijiji na kutumia nguvu zake za maji kuokoa mti huo. Wanakijiji walimtambua kama mzimu wa maji walimwogopa, lakini pia walimshukuru. Usiku huo huo Zala alimwambia Yasini, nimechagua moyo wangu, ni wako, nikufuate hata chini ya maji. Yasini alimtazama ya machozi yakimdondoka, na mimi nitakupenda mpaka mwisho wa dunia. Wakapotea ndani ya ziwa, lakini si kufa, bali kuishi kwenye ulimwengu mwingine wa ajabu na wa upendo wa milele. Je, ni nini kitatokea baada ya Zara kukubali kuongozana na Yasini kwenda huko kwao chini ya maji? Stori hii ina mikasa mingi ya kusisimua, kwa hiyo ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo au sehemu ya pili ya yes simulizi hii, usisahau kusubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza pale tunapoachilia sehemu yetu ya pili.